Kwanza namshukuru sana Mungu kwa wema wake na amenipa nafasi ya kuingia katika studio zetu za Inland FM. Ninashukuru Mungu kwa mambo makubwa yanayoendelea mahali hapa. E, mimi ninaitwa Filipo Mafuja Magwano. Ni askofu wa Africa Inland Church Tanzania, Diocese ya Pwani nina angalia mimi ni mwangalizi wa diosis ya Pwani, lakini vilevile pia ni mwenyekiti wa bodi yetu ya idara ya mafunzo na Biblia uh, na theolojia kwa AICT inayohusika na vyuo vyetu vya Biblia, vyuo vya theolojia kwa AICT. okay. Huyu ndo mgeni ambaye niko naye huko ndani, mmoja kati ya watu wakubwa katika kazi ya Mungu, Askofu Philip Mafuja kutoka diosis ya Pwani, tukizungumza naye hapa baba skofu, kumekuwa na kikao hapo maeneo ya BCC. Tuanzie hapo, kilikuwa kinahusu nini? Asante sana. Leo tumekuwa na kikao chetu cha kwanza cha bodi ya idara ya mafunzo ya biblia na theolojia kwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita ni kikao cha kuweka mpango kazi wa mambo ya idara yetu kwa mwaka wa 2026 na, na, na tunamshukuru Mungu tumekuwa na viongozi wetu waandamizi kwa maana ya baba askofu mkuu, eh, katibu mkuu wa AICT na mkurugenzi wa idara ya huduma za kiroho. Kwa hiyo kimekuwa ni kikao kizuri kwa ajili ya kuweka mikakati mizuri ya vyuo vyetu vya Biblia na theolojia kwa AICT. Najua yapo mengi yamezungumzwa, lakini pamoja na yote makubwa sana, tuna swala linaloitwa ada ya Mkristo. Mojawapo ya mambo ambayo tumejadili kwa kina na kuweka mkakati eh, ni swala zima la kusisitiza kuhusu ada ya Mkristo. Tunaposema ada ya Mkristo, wengine wanapata mkanganyiko. Miaka michache iliyopita, mojawapo ya toleo ambalo tulilipitisha kwenye katiba yetu ya Africa Inland Church Tanzania ni kuwa na matoleo toleo maalum la ada ya Mkristo wa Africa Inland Church Tanzania ambalo, uh, kanisa kupitia vikao vya mabaraza yake viliainisha uh, ada hii ya Mkristo itatumika kwa ajili ya kusaidia maendeleo ya vio vyetu vya Biblia na theolojia. Tunapozungumzia vio vyetu vya Biblia na theolojia, ni mahali ambapo wanaandaliwa watumishi wa Mungu, yani wachungaji ma wanjilisti, ambapo kwa baadaye wengine wanakuja kuwa maaskofu. Maana yake ni kwamba hiyo ada itaenda kusaidia vioni kwa maana ya kusaidia miundombinu kusaidia uh, maslahi ya watumishi tunao waalimu, wanaofundisha wachungaji na wainjilisti. Kwa hiyo hiyo ada ya mkristo uh, imewekwa kwa ajili ya kila mkristo yeyote wa AICT na tuliweka kiwango cha kuanzia, hatufungwi na hicho, kwa sababu ada hiyo ya mkristo ni nalenga kwa mwana AICT mzalendo wa kanisa lake, ni kwamba tulikubaliana kwamba kwa mtu mzima, yani mtu mzima namaanisha mwenye umri mkubwa, atatoa kiasi cha kuanzia shilingi elfu mbili kiwe kianzio kwa mwaka, uh, shilingi elfu mbili na kuendelea. Kwa mtoto mdogo tulikubaliana tuwe na kiwango cha shilingi elfu moja na kuendelea. Kwa hiyo mtu mpenda maendeleo ya kanisa anaweza akatoa zaidi ya hiyo elfu mbili na nitoe wito, ada hii tulishaiwekea utaratibu, huwa inatolewa mwezi Januari. Kwa mwezi wa Januari wote ni Wakristo kuchangia ada ya Mkristo, na tumekubaliana kwamba Jumapili pili hii ya mwezi wa Februari, hii ya kwanza tarehe mosi Februari itakuwa kilele cha ukusanyaji wa hiyo ada ya Mkristo. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti wa idara ya mafunzo ya Biblia na theolojia AICT, nitumie fursa hii kuwakaribisha, kuwaomba waumini wenye mapenzi mema eh, kwamba tujitoe, tutoe pesa zetu kwa ajili ya kusapoti eh, kanisa letu la AICT kwenye vyuo vyetu vya theolojia kupitia hii ada ya Mkristo. Naweza ukatoa kiwango cha zaidi ya shilingi elfu mbili katoa elfu kumi elfu ishirini wapo watu ambao wanatoa mpaka laki moja kwa ajili ya, ya idara ya mafunzo ya biblia na theolojia kwa hiyo niendelee kuwasihi sana mnaonisikiliza haijarishi awezekana wewe sio mwana aic lakini una mapenzi mema na kanisa hili basi unaweza ukachangia lakini pia hata wakristo wote ni, ni wasihi sana tujitoe tuchangie hii ada ya Mkristo ili vyuo vyetu miundo mbinu yake iwe vizuri. Kupitia hii ada ya Mkristo itatusaidia sana. Wakati mwingine, kuna wanafunzi wengine wanakuwa na changamoto ya kupata ada ama school fees kwa ajili ya kulipia karo ya chuo. Kupitia ada ya Mkristo inaweza ikasaidia, inaweza ikasaidia ukarabati wa Uh, nyumba, ukarabati wa miundombinu mbalimbali chuoni, na tuna vyuo vyetu vya AICT ambavyo Mungu ametubariki tunaandaa watumishi wa, wa Mungu. Kwa hiyo niendelee kuwasihi na kuwaomba uh, Wakristo wote wana AICT. Hiyo ada unapoitoa unaiweka moja kwa moja kwenye akaunti ya AICT ambayo imeainishwa ambayo uta weza kuweka ada yako ya Mkristo. Kwa hiyo niendelee kuwatia moyo wachungaji, wainjilisti, viongozi uh, wa kanisa, makatibu wa dayosisi, makatibu wa pastoreti, makatibu wa majimbo, wenye viti wa majimbo uh, baba maaskofu waweze kuhamasisha, waweze kutusaidia kuhamasisha uh, Jumapili hii inayofuata tuweze kuweka Ada ya Mkristo e, tuko na akaunti ya CRDB. CRDB akaunti namba sifuri moja tano sifuri sita nne tano nne mbili tisa tisa sifuri sifuri. Tarudia tena akaunti ambayo ada ya Mkristo itaelekezwa ni ya CRDB bank ambayo ni sifuri moja kwa hiyo niwakaribishe sana tuweze kutoa ada ya Mkristo kwa ajili ya maendeleo ya vyo vyetu vya theolojia vyo vyetu vya Biblia. Na Mungu akubariki sana. Unatazama television tv ya kanisa la AICT. Wakati ni sasa.